Moja kwa moja kutoka studio za Shammah Fm. Hii timu ambayo naiona hapa ni baadhi tu ya wafanyakazi wa Shammah Fm radio, na leo tuna tukio moja kubwa tu la kwenda kumpatia mshindi wetu shilingi laki tatu za Kitanzania. Karibu ambatani pamoja nasi kwenye safari ya kwenda kumwona mshindi na kumpatia fedha yake. Mimi naitwa Upraj. Safiri nasi Tarehe 17 mwezi wa tatu mwaka 2025, itakumbukwa kwamba ilikuwa tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2025 kupitia kipindi cha habari kwa undani tulitangaza challenge yetu ya hashtag mwambie mwenzio. Hii ni challenge ambayo ni mwendelezo wa pili. Utakumbuka kwamba season 1 tulifanya na mshindi alipatikana na alipatiwa kibunda chake. Vijana wanasema hivyo. Lakini pia uh, hii season 2 pia na imefanyika, ilikuwa ni tarehe 15 tano mshindi alitangazwa mwezi huu wa tatu, lakini pia challenge hii iliisha tarehe 14, mwezi wa tatu, mwaka 2025. Mshindi ameshapatikana, mshindi wa kwanza pamoja na mshindi wa pili kwako, ambaye kama ulikuwa unasikiliza radio kwa siku ya leo Jumatatu kipindi cha Sports 120. Mshindi wa pili ametumiwa kibunda chake na amesikika live katika kipindi cha Sports 120 na sasa tumefika kwa mshindi ambaye ameshika nafasi ya kwanza. Tumekuja kumkabidhi kitita cha shilingi laki tatu taslim. Bwana mi nakabizi kijiti kwa opla, yeye pia atatupeleka moja kwa moja kwa mshindi ambaye amebahatika kuondoka na shilingi laki tatu. Hii ni season 2. Huwezi jua, labda kuna season 3 itakuja. Asante na tayari tupo nyumbani kwa mshindi wetu anayefahamika kwa jina la Steven Kahawa almaarufu kama Kipisi. Yeye ndio ameondoka na shilingi laki tatu za Kitanzania na tuko naye hapa tujue mengi. Baada ya kupigiwa simu na kujua kwamba yeye ni mshindi, nini kilifuatia? Alijisikiaje? familia kwa ujumla walijisikiaje na kupokea hizi taarifa? Karibu, kwanza hongera. Asante. na wewe ndio mshindi ambaye umeondoka na shilingi laki tatu? Ndiyo. baada ya ku pigiwa simu na kuambiwa wewe ndio mshindi, nini kilikuja kichwani kwako kwa haraka? Kilichokuja kichwani mwangu ni kwanza matumizi na kufurahi <laughs> mm. Sawa, na utupatie mbinu mm. Wakati shindano limetangazwa, ama chalenji hii imetangazwa, wewe ulidhani uli utashinda, ama ulijipangaje pia zaidi katika ushindi? Ni yani, lishindano nyewe mlitangaza tarehe kumi na tatu lakini mi nimelipata tarehe 17 na nime, yani kuna mtu aliniambia kwamba nicheze ambayo ni asini mwayoro yuko chimaa. mm. mi nilana tarehe kumi na saba siku hiyo nikuwa na watu thelathini na tano fika jioni. hmm. kwa hiyo wewe ulikuwa unahesabu kila siku watu? E, kila siku kanahesabu. Sawa. hmm. na kila wakati ulikuwa unatoa wapi watu wa kuwashawishi yani, wazidi kusikiliza yani? Watu tunakutana msibani, kwenye sherehe zote lazima ni, niwashawishi. Ulidhani utapewa kweli pesa yako ama ulidhani tutapige tutapita pembeni Uh, yani kwa maelezo ya watu wanasema kuwa asilimia kubwa redio nyingi zinakuwa zina hazina ukweli, lakini aliyokuja kuniambia kwamba ukweli upo ni yule aliyopata elfu hamsini mara ya kwanza sikuwasiliana, yeah. Eh, naye, uh, inavyomsikiza kwenye redio. Kwa hiyo hmm, akakupatia uhakika e. Sawa, baada ya kupata ushindi, familia kwa ujumla ulivyowaambia, mimi ndio nimeshinda Walipokeaje hiyo taarifa familia? Wamefurahi mm. kwa ujumla, na ndio maana mmoja yuko hapo mtoto wangu wa kwanza, ndio mama watoto yuko pale mm. E, kwa lazima wafurahi kwa sababu tukutegemea kitu kama hicho. Baada ya kutangazwa wewe ni mshindi mm. simu zilipiga sana, zililia sana, ama vipi? Ah, mi watu nao na nao njiani, wengi wanasema ongera, ongera, na umewezeje kushinda na unawezeje kucheza mchezo ngapi? Haina shida, utakapokuja mchezo wa pili tutawafundisha kwamba ingieni kama nilivyofundishwa mimi, tupatie mbinu sasa za kushinda, kwa yule ambaye anakutazama na, na kusikiliza, ili wakati mwingine naye atie juhudi. Mbinu za kushinda maana yake uwe na, uwe na marafiki wengi e, ukiwa na marafiki wengi ndio hapo ndipo uweze kushinda, kwa sababu mimi kwenye simu yangu tu na watu 1000 kwa bado bado, nilikuwa niko na kazi. Bila kuwa na kazi ningefikisha watu hata mia tano. Huyu um, ndiye Bwana Kipisi ambaye ndo mshindi wetu wa shindano la challenge amwambie mwenzio, ikiwa ni msimu wa pili na leo tumekuja kumkabidhi pesa yake rasmi laki tatu za Kitanzania. We unasubiri nini? Ikitangazwa msimu wa tatu, hakikisha na wewe unaondoka na kiasi ambacho kitakuwa kimetangazwa. Mi naitwa Fraji, wacha tufuatilie kila kitu ambacho kinaendelea, ikiwemo kumkabidhi fedha yake mkononi, mkiitazama bila shida yoyote. Kwa majina naitwa Isaya Steven Kahawa e, cha kwanza nipende kushukuru redio ya Shammah FM, bila kusahau meneja wa Shammah FM. Pia tunakushukuru kushukuru pia watangazaji wote wa Shammah FM tunawashukuru. E, mimi kirwangu ki nimefurahi sana jinsi ya huu mchezo ambao ulikuwa unatangazwa kwenye Shammah FM e, kipekee nikawa najua ni utani, lakini nimekuja nimejionea mwenyewe Kwao oh, nashukuru sana Shammah FM lakini pia na, na wasikilizaji wote tunawashauri kwamba tuendelee kusikiliza Shammah FM kila siku. Ambao hawajaamini e, nataka kwamba niwaambie kwamba ni ukweli, sio kwamba ni utani, yani ni ukweli. Ukweli tupo pia na jirani yake Kipisi, kwa ushahidi zaidi, yeye analo la kuzungumza. Kwa kweli jamani, mimi kwa kweli mekuwa kama ndoto. Alipokuwa akinisimulia jirani yangu kwamba Naomba uniunge mkono. Hebu jaribu kusikiliza Shammah FM ili nipate kuwa mshindi. Maana nimeambiwa nime ni nialike watu wengi ili mwisho wa siku nipate kuwa mshindi. Ah, nilikuwa nimekubali hivyo hivyo lakini sikuwa na matumaini kwa kweli. Lakini leo alipokuja kuniambia kwamba bwana, kile nilichokuwa nakiongelea kwa kweli leo nimeshinda. Na hao ndugu zetu watakuja leo. Ha, nilikuwa nahisi kama ni ndoto sawa. So, kumbe ni kweli. Mi nifiki wanatania, maana watu wengi wao wanajiuza mitandaoni lakini hawatekelezi. Akasema ni kweli, baki nyumbani ushuhudie, na ndo nilibaki ili nione Shammah FM wanafanyaje kwa kweli. ah, sina la kusema, sijui kwa sababu mmeokoka ndio maana mnafanya hivyo sijajua. <laughs> tunawashukuru sana sana Shammah FM E, kwa kutufanya sisi tuendelee kusikiliza hizo nanili hicho kipindi cha Shammah FM, pia tunajifunza maneno ya Mungu pia kwenye mashindano, mimi kivyangu pia na washauri watu wengi wa Igurusi na nje ya Igurusi endelea kusikiliza Shammah FM. Mwisho wa siku labda na wenyewe wanaweza kupata tuzo kama alivyopata ndugu yetu kipindi. Msimu ujao unaweza ukashiriki. Natamani nitamuuliza ndugu yangu alianzaje na mimi nijaribu bahati yangu.